Mwongozo wa kujifunza Biblia, siku ya Ijumaa ikiwa ni Mei 2. Somo la tano, Mataifa sehemu ya pili. Leo ni katika tafakari zaidi, soma Ellen G White, mnara wa Babeli, kurasa wa 113 hadi 119, katika wazee na manabii sehemu ya kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Ufunuo ishirini na moja ya kwanza. Moto unaowateketeza waovu unaisafisha dunia, kila dalili ya laana inafagiliwa mbali. Hakuna jehanamu iwakayo milele itakayodumisha mbele ya waliokombolewa matokeo ya kutisha ya dhambi. Kumbukumbu kumbu moja tu itabaki. Mkombozi wetu atadumu kuwa na alama zake za kusulubiwa katika kichwa chake kilichojeruhiwa, ubavuni mwake, mikono na miguu yake, ndizo alama pekee za kazi ya kikatili iliyofanywa na dhambi. Nabii anasema akimtazama Kristo katika utukufu wake, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishale ya nuru ubavuni mwake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Habakuki sura ya tatu aya nne. Ubavu ule uliochomwa mkuki, ambapo ilitoka damu iliyompatanisha mwanadamu na Mungu, pale ndipo palipo na utukufu wa Mwokozi. Pale ndipo ulipofichwa uweza wake, uweza wa kuokoa kwa njia ya kafara ya ukombozi. Alikuwa na nguvu za kutekeleza hukumu juu ya wale walio dhihaki neema ya Mungu, na ishara za mateso yake ndiyo heshima yake ya juu kuliko vitu vyote katika zama zote milele milele na milele. Majeraha ya kalvali yataonyesha sifa yake na kutangaza uweza wake. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa 555. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Hatimaye mafanikio yote ya kidunia haidhuru ni ya fahari kiasi gani haidhuru ni makubwa kiasi gani haidhuru ni ya kustaajabisha na adhimu kiasi gani yatageuzwa kuwa mavumbi majivu na hatimaye kushindwa milele. Hilo linajumuisha mambo yoyote makubwa na adhimu ya kidunia ambayo unaweza ukawa umeyatimiza na umeyatimiza. Sasa kwa nini daima ni muhimu kuweka mtazamo, mtazamo huu akilini? Mtazamo huu unapaswa kukusaidiaje kuweka vipaumbele vyako sawa? Swali la pili. Mtazame kwa makini mnyama wa baharini wa Ufunuo 13 aya ya kwanza hadi ya kumi. Ni kwa njia zipi mnyama huyu ni matokeo ya asili ya mtazamo wa Babeli? Kwa wazi ni jumla ya mataifa yote ya wanadamu, kuanzia Babeli hadi mamlaka ya pembe ndogo. Ni sifa zipi za kila ufalme umeziona ambazo zimedumu kuwepo kwa muda wote? Ni kwa njia zipi ulimwengu bado unaakisi maadili ya Babeli na Rumi kwa mfano? Swali la tatu. Sisi kama wa Adventista Tunawekaje uwiano unaofaa kati ya kumfuata Bwana na kutii sheria za taifa lolote au serikali tunayoishi chini yake? Nini hutokea wakati utii kwa mmoja unaposababisha kutotii kwa mwingine? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili la 5 la robo ya pili mwaka 2025. Mungu atubariki sote.